muminihim wakaafirihim, na hii khitabu hili semezo ni kwa watu wote binadamu na majini. Muminihim wakaafirihim, mumini katika hao watu, kwa maana wale ambao waliokuwa waumini na wale ambao waliokuwa ni makafiri. Famtanna alaihim Allah subhanahu wataala, akawaneemesha hao viumbe. Bi an amarahum, kwa kule kuwaamrisha hao viumbe, an yakulu min jamii, kula vyote ma fil ardi vile ambavyo viliokuwemo katika ardhi min hububin wa thimarin katika nafaka, katika matunda na katika mimea ambayo ilikuwa ipo katika ardhi. wal hayawanati halatu kauniha halalan tayyiba, hali ya kuwa vitu hivyo ni vitu ambavyo vilivyokuwa viwe vya halali tena ambavyo vilivyokuwa ni vizuri. Kwa hiyo Allah amewaamrisha viumbe wake wale vilivyokuwa amewaamrisha viumbe wake wale vilivyokuwa ni vizuri, waachane na kula vilivyokuwa vya haramu, waachane na kula vilivyokuwa vibaya. Na ndio maana Allah akasema wala tattabiu khutuwati shaitan, wala msifuate nyayo za shetani, wala msifuate yale ambayo shetani huwa anawaamrisha wale wafuasi wake, kula vilivyokuwa vya haramu, kula vilivyokuwa ni vibaya. Nyinyi msifuate nyayo za shaitani, innahu lakum aduu mubin, kwa huyo shetani kwenu nyinyi ni adui ambaye alokuwa waziwazi. Kwa nini shetani awe ni adui? inama yaamurukum bisu'i, kwa sababu shetani anakuamrisheni yale ambayo alokuwa mabaya. Mola wenu anakuamrisheni aliokuwa mazuri. Mola wenu anakuamrisheni mule vizuri. Mola wenu anakuamrisheni mule vya halali. Shetani yeye anakuamrisheni vilivyokuwa vibaya, anakuamrisheni mule vilivyokuwa vya haramu, anakuamrisheni mule vile ambavyo vilivyokuwa vyenye kukuleteeni madhara ndani ya vililivenu

majini ndio kalimatu nnasi. Mtume anawaita ayuha nnasu, enyi watu. inna allaha tayyibun

Enyi mitume, kulu minaltayibati waamalu saliha, enyi mitume kuleni katika vile ambavyo vilivyokuwa vizuri. Waamalu saliha, na tendeni matendo ambayo yaliokuwa mema, tendeni matendo ambayo yaliokuwa mazuri. Inni bima taamaluna alim, na mukae mukijua mimi mola wenu, kwa muwe na yakini kwa yale ambayo nyinyi mnawafanya mimi ni mjuzi mimi ninayajua ninayafahamu. la yakhfa alaihi sheiun fi lardhi wala fi lsama Allah, hapafichikani kwake yeye chochote kile katika mbingu saba wala katika ardhi. Kwa nini hapafichikani? Kwa sababu Allah anasema wa indahu mafatihu lghaibi la yaalamuha illa hu, kwake yeye Allah ndiko kunako funguo za siri, hakuna ambaye mwenye kuzijua funguo hizo isipokuwa ni yeye. Kwa hiyo Allah yeye kwa yale ambayo mnayafanya yeye ni mjuzi. Pia Allah akasema, ya ayuha alladhina amanu. Kisha akawaamrisha waumini akawaita waumini akawasemeza waumini, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliokuwa mmeamini, kulu min tayibati ma razaqnakum washkuruu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Akawaita waumini akawaambia, enyi waumini, kuleni katika vile ambavyo vilivyokuwa vizuri kuleni katika vile ambavyo vilikuwa vizuri, katika yale ambayo ilikuwa sisi tumekuruzukuni nyinyi, washukuru na shukuruni lillahi, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyahu ta'budun, ikiwa nyinyi kweli yeye yeah, Allah mnamwabudia. Sasa hebu jiulize ewe ndugu yangu Muislam, tangu upate akili zako timamu, neema ngapi za Allah wewe umekwisha kuzitumia? Riziki ngapi za Allah ambazo zimekujia, ambazo wewe umekwisha kuzitumia? Je, yeah, ulikaa ukatafakari? Je, yeah, ulikaa ukamshukuru Allah? Zingatia katika hilo. Inalhamdulillah

Yule ambaye atakayejiepusha na mambo ya shubha, akajiweka mbali nayo, akajua kwamba jambo hili lina shubha ndani yake, yeye akajiepusha nalo faqad istabraa lidinihi wa irdhihi, huyo anakuwa ameitakasa dini yake na anakuwa ameitakasa vilevile heshima yake. Lakini apili, kwa upande wa pili wa man waka fi shubahati, yule ambaye atakayeingia katika mambo ya shubha waka fi lharam, mtu huyo anakuwa ameingia katika haramu. Sasa ndugu yangu Muislamu, jiulize jipekue wewe mwenyewe, jikague wewe mwenyewe katika hali zako zote ambazo unazokwenda za maisha, katika mizunguko yako yote unayokwenda katika maisha. Je, je, hujaingia katika haramu je, hujaingia katika mambo ya shubha? Kwa sababu mbele ya hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama idha salaha salaha aljasadu kullu, kinapotengenekea kipande hicho cha nyama, mwili wote unatengenekea. Wanachuoni wana maneno katika maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema kwamba mwanadamu atakapokuwa amekula kitu ambacho kilichokuwa cha haramu

Hakika katika kitu ambacho cha mwanzo kinachofisidika eh, na kinachotoa harufu mbaya ni mtu lile tumbo lake. faman istataa alla yaakula illa tayiban. faman istataa minkum, katika baadhi ya riwaya imekuja: yule ambaye atakayeweza miongoni mwenu, alla yaakula illa tayiba, asile yeye isipokuwa ni kizuri. faliyafaal na afanye. Mwanadamu siku zote anakuwa anatekekana, aangalie nini anakula kuanzia uhalali wake, kadhalika vilevile, kile chakula akiangalie, je chakula hichi kinaniingizia nini katika kiwiliwili changu mimi? Ni kila chakula hichi kitanipa nguvu ba, baada ya zile nguvu ambazo nilokwisha kuziondosha au kwamba kitanidhoofisha chakula hichi? Mwanadamu anatekana aangalie katika upande huo. Uislamu umechunga afya za Waislamu, haujaachilia tu jambo hili ovyo ovyo. Kwa hiyo wewe usiwe kwamba unakula tu kila ambacho unachoona watu wanakula na wewe ukawa unakula bali, aangalia nini unakula na nini unaingiza katika kiwiliwili chako na unapata nguvu gani katika kiwiliwili chako, na hizo nguvu unatakikana uzitumie katika jambo la kujikurubisha kwa Allah, katika mambo ambayo ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni tanbihi, enyi ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika maisha yake aangalie kwanza chumo lake likoje, pia aangalie vilevile nini anakula na nini ambacho anakiingiza katika kiulili chake, na faida gani inapatikana baada ya yeye kula chakula ambacho Allah subhanahu wa taala alichokuwa amemruzuku, kwa sababu kila neema ambayo Allah aliyokuwa amekupa atakuja kukuuliza ukifika mbele yake Allah subhanahu wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula wabi Karim, Allah atuafikishe sisi tuwe ni wenye kuchuma machuma ambayo yalikuwa halali. Allah atuafikishe tuwe ni wenye kula vile vyakula ambavyo vilivyokuwa vya halali vile, vile ambavyo Allah subhanahu wa taala anapenda kuwaona waja wake pale ambapo wanapowa ruzuku wakawa wanatumia vyakula hivyo. Tunamwomba Allah atuafikishe katika upande huo, kadhalika vilevile tunamwomba Allah, majumbani mwetu tuwalishe vile ambavyo vilikuwa vya halali na tuwalishe vile ambavyo vitakavyowajenga zaidi zile familia zetu.